Turejee kaunti nambari moja ambapo wahudumu katika eneo la fuo za baharini kutoka Nyali hadi Serena huko Mombasa wamefanya maandamano kulalamikia hatua ya shirika la wanyamapori KWS kuongeza ada za watalii kuzuru vituo vya baharini kama anavyotuarifu Francis Mtalaki. Hawa ni wahudumu wa fukwe kaunti ya Mombasa wanalalamikia hatua ya shirika la wanyama pori KWS kuongeza ada kwa watalii kuzuru vivutio wa baharini, wakisema hatua wa hiyo italemaza utalii from Uh, non residents have been paying $18. oa they have com been complaining already with the yes, 18. yes. I have a big number of clients who said, I cannot go. Why do you take a thousand shillings and you are giving me the services and the KWS is taking 25 dollars? Now it's gone to 25 dollars. Wao wanaongeza fee tutapata wapi wageni wanavunja kazi wanavunja wageni hatutapata lolote so sisi tunapigania haki yetu bana Tumeongea, mmekuja mmeongeza ada imekuwa juu, mmeongeza hata rate za boats. E, sa peke yake hawa wananchi hawana kazi wanafanya kwa sasa, hawa wananchi wako tu hapa, hakuna kitu wanafanya. Sasa sahii wamegoma, hawana mahali pa kwenda. Pengine wajasiriamali hawa wanatishia kusitisha kutoa huduma zao kwa shirika la KWS wakiwalaumu kuwa maoni yao kuhusu kuongezwa kwa ada za maeneo ya utalii yalipuuzwa. Bei ya paki ondoshwa kabisa, halafu tuanze tena upya, maanake wenzetu wa South Coast wenzetu wa South Coast kule mpaka dakika hii hakuna paki kwa sababu wanakataa. Kwa unyanyaso huu mnaotunyanyasa sisi, ni picha hii mnayoonyesha kwa wenzetu pale, vile mnatunyanyasa, hakuna mahali yoyote tunaweza advise Ma, watu wakubali iwekwe paki. Maana yake baada wa ya kuingia tu nyinyi mnakuwa mnabadilika. Imeanza kutoka hapa kwenda paka la nani, Nyali saa hizi, watu wa Nyali wako hapa, kule Nyali wamekaa paki yao ya magendo, wanalipisha mgeni yavua hapa mvuvi na mgeni yogelea hapa, ile ni haki. Kwa hivyo tunasema hivi, kwa kauli moja, shirika hili limekuja kugandamiza mwananchi wa kawaida. Shirika la KWS kwa upande wake limedai kuwa baada ya zoezi la kukusanya maoni lilifanya kikao na viongozi wa washikadau wa utalii wanaolalamika madai ambayo wahudumu hawa wamekana vikali But instead, they have gone behind our backs and they have implemented these fees and

Mar- to Kenya Maritime annually. I pay tourism license, 9,500. I pay insurance, 300,000. Now, these ones are coming with a very, very crazy rate. We cannot stay in business like this, and this is killing everybody. The community, from us, beach operators, up to the mama mboga, because if I don't I get money, mama mboga will not get money. Kwa sasa boti hizi na mashua zimesalia bila wateja huku wahudumu hao wa fukwe wakisalia kando ya bahari. Francis Mtelaki, ringa ya yes, Citizen.